Mba, a, leo tumekuja parokia ya Ifunda kwa ajili ya kufanya a, matendo ya huruma hasa usafi, kipindi hichi cha kwalezma ambacho Wakristo wote duniani tunapaswa kutenda matendo yale ya huruma kwa. Tuko hapa parokia Ifunda, ninawashukuru wote ambao wamejitoa kwa ajili ya kufanya usafi wa kanisa letu hili, na kweli ni mambo mema sana, jambo jema sana hasa hawa vijana wetu wadogo wa kidato cha tano na cha sita ambao wamekuja kujichotea baraka. Mungu awabariki sana. Tunashukuru sana. Nipende kumshukuru mkuu wa shule kwa ruhusa, kwa ruhusu vijana kushiriki katika shughuli hii ya kufanya usafi uh, kanisani, misikitini. Na kiuhalisia leo tumetembea sehemu tofauti tofauti, tumetembea kanisa la Moravian, tumeenda Anglican, tumeenda Lutheran, Tumeenda PSA uh, tumeenda hapo msikitini. Sasa tuko hapa parokia Ifunda. Tunashukuru sana kwa shughuli hizi zote zinazoendelea, na nawapongeza sana vijana kwa kazi nzuri ambazo zinaendelea kufanyika. Mungu awabariki sana.